Yes, toguo ndakorwo gä kå minyithia må rå ri wanä Paxson TV ndeto ya kä hamå no ä räa governor wa kä ambu å rä a kaine ta kä mani wa matangi nä tondå utuko wa o må thä nä akorire nyå mba yake kana nyå mba yake nä äkorirwo ä kä momorwo na to nyå mba tu nginya ngari ria ciuma gå kåguo na indo ingä ciagoro må no ciakorwo cikä momorwo na ndä a å korwo gä aranä ria na andå arä a makiuma haandeto ä no ä kä hanä ka matanjaria å korirwo å gä thiä nambere no nä wega gåå menyerithia atä

mapesa ok tu no na tukimenye ginya kana hakiri mundu ringi ukigura kana big man na riu twi guku nituoka guku na twakora giko kiria gikikite kwa premises ino ya gavana wa Kiambu Wamatangi ni twarakara muno giko tondu giko gikitikiega ni giko gia thoni ukorwo akihurwo politikali na gakorwo akimomorerwo nyumba na kuriona nyumba ingi ciriganitie nake na icio itina kihurwo itina itina itina thario tugakiuga kwi watho uria kihuthikaga tukahoya watho ukiwe mukodo nigetha kioni kihoto giake na nigetha rira turathura na tugathura andu aria megututetera na aria maramenya mathina maria twinamo thini wa kuria thi wa njiku no riu aria turonane taria maratutetera nigutuhura maratuhura Naruto riu tu akiuga ngai arathime wa matangi na muhe hinya tondu giko giki ni giko kiuru muno ithue tutikenete turi ikaria guku Nairobi tutikenetio ni giko giki kurari thacigana hihi nki gi rg a no gukorwo hihi mukondo tondu riu ni koroneka ni gi siasa giki tondu bara cingi agi thario nyumba ciothe iria ciumanite thutha na rui rakeo, e e na rui rake onania no imwe itharitio ya governor wa matangi tondu gukiri ne ngimariganetie nayo di nahutio koguo tutirona tarivara tona ni gisiasa ini forithi marariku nio mararugamirire nio marugamirire giko giki na gwakoro hi nio megukigire mekuheanaga protection nigetha guthario gukorwo gugithario na nikuona ngari ni

tu ki ri ki oe ndu ya mi ico ni tuige thayo na tuge ngai arathimo hmm. hmm. wa matangi na amuige miake mi tondu kia ngi tondu kia ambu tu raigano wa matangi ini thank you kito idio ni mudo ngina kia hatuire etagwo atia eh, nie ni ndageithania hmm. na none mone ko aria hmm. kuringana Ndaigua ta turaria gikoyo mm -hmm. na gikwa giki kire, kire muthenya wa hwai araona mm -hmm. ta kire rekirwo ni andu maraorania we mwega ni mm -hmm. ni ingi hoya andu mm -hmm. ari othe mararia tigi themba giki mm ki -hmm. maki menyaga marakora mwenjake arafiani makamu ria we mwega ni mm -hmm. no ndimehoya matigi otho na mamenye kwena rocio cio

no nä m nä kå menya tondå indo imenyagwo nä mwene niä ndä roneranja mwene nä we å indo iria ciothe irarä thä iniä ithuå ruona tå kä ari å horo wa indo notuoni ru ariicitå rona cimmondetwo ciothe tå kona nginya ngari iria ciothe ginya marori no nä tå ngä hoya ingä hoya niä na ngoro yakwa na arä a othe maraigua makä enda kå hoithia andå aräa ange tå tigerå me na mahinda-inä maya harä a tå rorete twä konainä na nene

angekorwo ni undu uyu ni undu urabangwo ki politiki ri ucio ti undu ri wagireire tondu mundu ri ora safa muno ri ni mwana inji wa kawaida mm -hmm. no makoma makirwa hari iguru mm -hmm. no tugaga tiriri mm -hmm. eh no na tuge eh andu aria maumia muno ri ni andu aya gukuthi

na getomi kene nege ukoro hadu haa haki gede ra uduri ya hagera ili umuthi utu kuko fomoru wana madharau niko koro watu ni heta netio na gava na kemani wa matagi uri ya ne gava na waki ya bu hatiri odoge uratu mahadu haa hakoro haa no hadu haa hajuge paksoni hadu haa hanetu raigu wa urumono neho todu kwe na anake gemu no marare yaga kuma hadu haa wefa mire shiro na gairio kwe mudoraro kaka haa na riu ngirora na hathare ria haha ni matharau mafio tondu Paxson oge jirate gari teno mudu onire dangihota kweheria kana gucie na breakdown oke na kimomodi tu wa mumode ogwo ni kuga na tondu ni turamenya haha ni harare na tongori ri atongori atuwe ni turonire ore wothe marabangaga thigari mishamani yothe ria marekaga ngina thigari cigithie ithwe ni turamenya undu uyu governor arahurwo naguo gi siasa

Thai si uguo turaria tukuona turaria tukuonage ge ge ke yue kegerio uguo reke juge undu uri atuona handu haha ni undu murubio na handu haha gavana ti kuya yete handu haha gavana ti guko kiria kiya gavana ni athire kwa railways akirisi handu haha na kiheo handu haha miaka mingi muno na ongirora na getha wetekia ni kunu ha gavana wa matangi haria hena kirafu kireto 1824 kirafu kiu gitina hutio tafauti wa kirafu kiu hau kire na wiroyo wa gavana ha horarire what is the difference Nigo korwo tu ni hareta ni ona governor na tondu matiraigwa na gezi azari makauga mamuthukirie moke mamunuhe geke ne kiyo nuhu gutiri undu ngitungiuga geke ne kiyo nuhu no kunu ha muthuri ucio tondu ndare uru na mundu na ikarage horereire muthenya waira utuko o muthi goku kuraire gukihurwa rithathi ici ne rithathi uru na nyitite haha mago ci huraga live wanyita ujire mundu urahura rithathi taici ri mundu ucio ne nyoni arahura etiadu Kogwo ni kuonania mundu uyu uraruta wira anyote ire thakame ya andu na njuge kwaga gukorwo hihi mareciragia gavana gukorwo handu hariku no ngai aragiteithia gavana ndarari haha ni mwiguire ringi gavana akiuga gwake ni akoretwo na gukirathwo kundu ku ciana ciendaga kurathwo na riu wonete maundu ta maya itigo kiuga ona gwugaga ni mari wona tutagutinda tukiuria gavana ni atiganwa na akirute wira gavana wa matangi acagurwo ni andu akiabu ni mamwendete ogwo fure

Eh ni undu uma muru muno. Ni tugo na andu makirurungana ni amekorurungana hi. Eh handu haha ni harare na yuthia ingi muno. Mm -hmm. Mararutagira wira handu haha. Mm -hmm. Na riria gukorirwo ni gukufumuru guo kana riria gukorirwo riwa andu ni maguka ati kwaji kuharaganio na ki. Andu ni makwihoyaga mareko maruta indo ciao. Ugo confrontation niyo ndingiagire. Tondu andu aya marahoya kuruta indo na ni maragirio. Aya marako marendo gucimemenda gucithukangia. Eh Ritana ria kuni reko tukirekia. Ritana kwa ni tu nie ne ne jareria tu ona ka odere oka mwana kanini. Mimi na nitaongea Kiswahili hapo. Please President William Ruto. Tafadhali, kuna watu wamekukaribia, wako karibu na wewe, wanatumia hiyo kukukaribia kama njia ya kufanya siasa. Mtu anataka kujipima nguvu kwa sababu anajua ako karibu na wewe, kwa sababu umempatia kakiti mahali, anataka kuitumia kisiasa. Vita ya siasa wache isuruhishwe kisiasa. Mambo ya kutumia sasa, imefika mahali unachukua kitu ya mtu, unaharibu. Hiyo ni mbaya. Mahali hapa sio gavana, anaoshaga gari, anatoa watu, wa wa... watu bali Si ni vijana tu wa hapa wanafanya hii kazi. Kwa hivyo hata vijana wa garage hapa wamegongewa. Hawa vijana wanaunda magari. Eh? Lapo kuna gari za customer. Umekuja umemonda. Sasa hata nasikia wengine wametoroka kwa sababu wanaogopa kukuja kulipishwa magari. Eh? Wangepeana hata notice waseme hizi gari. Na tena gari, gari ni kitu ambayo unaweza toa kutoka mahali hapa upeleke pale. Kwa nini umonde gari ya mtu? Hii gari ukiweka kwani hii, hii Kenya ina breakdown? Kenya muzima ilikosa breakdown. Hizi gari wagevuruta wapeleke police station. siwari hata wageripisha hata wagekuwa metafutia mtu wa breakdown kazi. kwa nini ufinya gari ya mtu hivi? Kwa nini ufinya gari hivi na hii gari ugeendesha, ama uweke kwa breakdown upeleke police station? So hii ni madharao, hii ni madharao na inafaa kukoma e. <tos> <tos>

Haya, kwa majina, mimi naitwa Derek Bogwa na siku ya leo ni siku ya uzuni sana e, tumeweza kuja mahali hapa na tukashuhudia hasara kubwa sana. Hii ni Kawosh ambaye inaitanishwa na gavana wa Kiambu. Hii ni Kawosh ambaye aliweza kulisi kiwanja hii kutoka kwa Railways. Ameweza kuiris kwa miaka mingi akiwa seneta, saa hizi amekuwa gavana, bado risi ikaendelea, na sababu kubwa inaitisha shamba, na mimi nataka niulize tofauti ya hapa mahali ambapo gavana alikuwa ameweka kazi, na mahali pale 1824 iko tofauti ni gani? Kwa sababu ukiangalia hili jambo lote ni siasa, kwa sababu wamekuja kugundua ya kwamba gavana wa Kimani wa Matangi yuko na watu. Hii vita yote ambayo unaona gavana anapigwa, anapigwa kwa sababu ya zile nguruwe anapatia vijana Kiambu, zile kuku anapatia kina mama, ile fertilizer anapatia kina mama, ile ECD za anajenga mahospitali, vile anaweka madawa. Hizo ndizo vitu zinafanya gavana apigwe, na zaidi ya yote shamba za umma ambazo alikataa nazo, hiyo ni madharao. Na sisi tungeomba serikali ya William Ruto, maana ni rais na watu wengi walimchagua, sisi tunaweza omba, tafadhali angalie watu ambao wanamzunguka, kwa sababu kuna watu wanamzunguka wanataka kujioneshana, hao ni wakubwa, wanataka kuoneshana hao wanaweza control, wanataka kujifanya hao ndio system. Ati unaweza lala tu hivi, gari kama hii ukuje umonde gari kama hii, wakati unaifanya hivi, ili ni gari ambalo linaweza jiendesha kutoka mahali hapa hadi mahali pengine. Kwa nini ukuje na kitu ya kufinya, ufinye gari ya mtu ikae chapati hivi? Hii ni mbaya, kwa sababu ili gari ungeweka breakdown, ungepeleka kwenye police station, alafu pale yule mtu akikuja kukuchukua gari, si atalipishwa breakdown? Kwa nini ufinye gari kama hii? Kama ni structure, ilikuwa shida. This is not a structure. Hii ni ob, hii ni hii ni gari ambalo linaweza songa. Kwa nini ukuje kuharibu gari lori kama hii wakati ilikuwa imesimama? Kwa nini lori kama hii ukuje kuiangusha hivi? Hii ni madharau. Hii ni madharau na lazima ikome jameni. Kwa sababu sisi tunasema kama vijana, tunataka nchi ambayo iko na amani, na viongozi waheshimiane. Governor wa Kiambu ni Kemani wa Matangi, huyo ndiye governor na hizi madharau. Na hata juzi uliona hata kwake alisema alikuwa amekutwa na watu wakajaribu mpaka kupiga risasi. Sasa tena leo hii hapa usiku tumiokota risasi hapa zaidi ya kumi, na hizi zote ni risasi, unaona hapa Walikuwa wanataka ndio mtu akuje hapa akufie hapa, isemekane ni governor. Kwa hivyo sisi tunataka kusema e, vijana, kama vijana na tena, hii uharifu ambayo inafanyika usiku, watu ambao wanafanya kazi usiku ni malaya askari na nani mwingine, jambazi na jambazi. Kwa hivyo tafadhali, wacha serikali ifanye kazi mchana, wacha serikali ifanye kazi mchana. Kama ni harari ndio kama inakuja kubomolewa na mtu aone, atakimbia kotini, akimbie. Hii ni madharau na inafaa ikome. Wacha niseme maumivu ni mengi, kwa sababu hapa kulikuwa na mkimbizano kati ya wanabiashara e, na au askari, kwa sababu wanabiashara walikuwa wanajiomba watoe vitu zao, lakini wale wanainsist, sisi tunafuata amri. Hii amri ambayo inafuatwa, tunashindwa ni amri gani N, wakati wanaenda kuitekeleza unapigwa marungu, unapigwa unanyu, unapigwa mateke. Haijakuwa picha nzuri mahali hapa. Na hata vitu nyingi hapa apart from zile zimeharibiwa, zingine zimebebwa. Kwa sababu sisi tulio watu waliondolewa hapa tungechunga mali. Kwa hivyo vitu nyingi ambazo tunaona hata hatuzioni hapa. Kwa askari wanafaa kutuambia zilienda wapi? Kwa sababu kazi wanafaa watuambie zilienda wapi? Kwa sababu mikeka hatuoni. Chrome mmevuja bili zingine kumi hatuoni. Imutatuambia hizi vitu zimeenda wapi? Mikeka ilikuwa karibu mia tano tunaona kama mbili. Zimeenda wapi? So ni vizuri tuambiwe vitu pia zilienda wapi, kwa sababu ground tuliacha askari eh? Eh, na ilikuwa usiku eh? Kwa majina anaitwa Derek Mbugua, asante mtarajiwa mm. Gavana mtarajiwa Kiambu. <laughs> <laughs>

Ah, naam mtazamaji wetu wa DMK Favorite TV. Ah, tuko hapa sehemu ya Nairobi, mahali ambapo mheshimiwa uh, his excellency kaosha mheshimiwa uh, Kimani wa Matangi ambaye ilikuwa na sasa hivi tuko na mheshimiwa ambaye eh, atajitambulisha hapa, tuambia kwamba anaitwa nani kwa sababu ameweza kufika kwa ground. Karibu sana. Asante sana DMK, kwa majina ni Ed Kinyanjui, MCA pahali Gamba na ametoka Aa, nimekuja kulaani kitendo ambayo imefanywa na imefanywa serikali ikiangalia na tunasema ikiwa ni serikali ambayo tulichagua ambayo ilisema haitakuja kubomolea watu wananchi tena. Kwa hivyo tutasema ni serikali ya uongo sana, na kama kungekuwa na taasisi ya kisheria, hakuna kotoda ambayo imepeanwa katika kikao hichi, na serikali inafanyanga kazi mchana, lakini hii kazi ya usiku na jambo moja ambayo ilifanya hii serikali ichaguliwa ni kuahidi wananchi watakuja kuangamizwa usiku, lakini hii tendo imefanywa usiku na hakukuwa na hata kotode ya kusema waondoke hapa, na ni biashara moja ambayo ilikuwa target hapa. Tunaona kuna biashara mingi sana, lakini hazikuweza kukuzwa. Ikawaje tumefanya fika mahali ya kukosania simba kisiasa? Si lazima tuende personal, sasa imekuwa personal, na wananchi wa Kiambu tumeona na tumesikia na tuna macho, na ikiwa ni serikali ya kutudanganya, ningeomba ni wananchi wote wa Kiambu, 2027 hii serikali tunaipeleka nyumbani na wabunge wa, ke okay? Ndio tuwe serikali nzuri kwa sababu hatuwezi hatuwezi hatuwezi kuwa tunafanya kazi ya kuleta investors. Hata sijui kama kuna investor aweza kuja ku kuwa aaweza kuja kuinvest hapa Kenya, Kenya. Ikiwa unakuja na hapa ni mtu amechukua ni mtu amefanya biashara yake unakuja kuharibu. Na tuseme Bwana Uhuru alikuwa mungwana. Wakati Weston hiko kwa katika adi ukuguainlia kwa nini, kwa nini gavanawetu fanyana mmefanyana, aikua tu kikao ya gavana ilikuwa kikao ya wananchi ambao walikuwa wanategemea gavana, si alikuwa salikuanakua hapa kwa sababu tunasema tunatengeneza makazi ili gari ni kuharibu, tunaharibu. Ningeomba ni serikali ifuate sheria na tufanye kazi ya sheria, na serikali inakujanga kufuatilia sheria. Hapa hakuna sheria imefanyika, hatujaona kotoda ambayo imetumika. Kwa hivyo tunalaani kitendo kwa jie yote, na wananchi wa Kenya 2027 hata tuongovo tutatoka, ndio tutoe serikali. Asanteni sana. no, <coughs>